Tunaeleza ulinzi mkali wa aina yake uliimarishwa leo katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam da wakati watuhumiwa ishirini na watatu wa kesi ya ugaidi ambao ni wafuasi wa jumuiya ya Uamsho na miadhara ya Kiislam wakiongozwa na kiongozi wao Shekh Faridi Hali Muhamed walipofikishwa mahakama kwa kujibu tuhuma za ugaidi. Amis Suleiman ametuandalia taarifa ifuatayo. Ulinzi huo ulihusisha vikosi mbalimbali vya polisi ikiwemo vikosi vya mbwa ambapo askari waliovaa mavazi maalum huku wakiwa na silaha nzito za kivita wakiwa wametanda katika eneo lote la mahakama kuimarisha ulinzi katika eneo hilo. Katika lango kuu la mahakama ya hakimu mkazi wa Kisutu, magari na watu wote waliokuwa wakiingia eneo hilo walikaguliwa na vifaa maalum, huku wale wasiohusika hawakutakiwa kabisa kusogea eneo hilo la mahakama. Sheikh Farid Hadi na wenzake 23 wanashitakiwa kwa makosa ya kula njama ya kutaka kufanya ugaidi, kesi ambayo imekuwa na matukio kadhaa ikiwemo washtakiwa kugoma kula pamoja na kugoma kushuka katika magari kwa madai ya kutaka kesi hiyo itolewe uamuzi haraka kwa sababu watuhumiwa wamekaa muda mrefu mahabusu. Kesi hiyo ilikuwa ikisikilizwa bila kuruhusiwa waandishi na watu wengine Imeahirishwa hadi Julai 30 mwaka huu. Hamisi Suleman, Channel 10, Dar es Salaam.